Mimi na, eh, na amini sana kwenye elimu sana, naamini sana kwenye elimu. Na wasowangu watizile muko hapa msikilize vizuri, elimu waezea ufunguo wa maisha, si ndiyo? Lazima tuwaelimishe watoto wetu wa Buchosa sana, ili waweze kupambana kwenye ulimwengu tunaoelekea. Tusipowaelimisha watoto wetu hawa, kwenye ulimwengu unaokuja watakuwa nyuma Wataachwa, watashindwa, hawatakamata nafasi kubwa kubwa kwenye taifa letu. Hatutakuwa na viongozi wakubwa wa nchi kutoka huku, tutaendelea kuwa nyuma. Kwa hiyo, tunao wajibu wa kuhakikisha mjadala wetu wa leo uelekezwe kwenye swala la nini kifanyike, kwa sababu elimu inabaki kitu cha kwanza au silaha ya kwanza Nelson Mandela alisema kwenye ukombozi wa maisha ya mwanao kwa hiyo mimi niseme yako mambo, na nirudie kwa kuwa sio kakumbuka, niliwaambia nilipokuja kuzungumza nhii kwamba iko pembe tatu, pembe tatu muhimu sana kwenye jamii. Pembe tatu hii kwenye ncha ya juu pameandikwa serikali, ncha ya kushoto pameandikwa wazazi, ncha ya kulia imeandikwa jamii, na katikati ya hiyo pembe tatu kuna doti imeandikwa mwanafunzi. Naelewa vizuri. Sasa juu kabisa kwenye pembe tatu imeandikwa serikali, kushoto hapa hapa kushoto, hapa kushoto pameandikwa wazazi. Mwenye karatasi anaweza kuchoka na, kucho. Na kulia hapa pameandikwa jamii, na katikati ya hiyo pembe tatu pameandikwa mtoto au mwanafunzi pembe tatu hii ni ya muhimu sana kwenye maendeleo ya mtoto kielimu. Kila ncha ni lazima itimize wajibu wake. Kila ncha, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetimiza wajibu wake kwa kuwekeza kwenye elimu tangu 61 mpaka tuliko leo, mmeona uwekezaji wake, imewekeza miundo mbinu, walimu, maabara Chmeana imetimiza wajibu wake, kwa sababu wajibu wa serikali kwa mujibu wa katiba ibara ya 8 ni kushughulika na ustawi wa maisha ya wanejiwa. Mkuu, serikali yetu imefanya kazi yake. Sasa upande wa kushoto una kipengele, ncha inaitwa mzazi. Mzazi ni lazima atimize wajibu wake kwa mtoto. Huyu mtoto ni wangu mimi, Shigongo, ni lazima nihakikishe mwanangu namsaidia ili aweze kufanikiwa. Nikiachia serikali peke yake, serikali ikiachia peke yake lazima itatimiza wajibu wake, lakini mimi sikotimiza wajibu wangu, mtoto kahadafanya vizuri. Kwa hiyo iko nafasi ya mzazi kwenye swala ya hili, hakikisha mwanao, mwanao anapunguziwa kazi za nyumbani ili aweze kujisomea usiku.

kandikiakosa anatuma hajisoma nakwangika, lakini atimize wajibu wa mzazi. Mzazi lazima utimize wajibu kwa mtoto wako, mpunguzie mwanao kazi, sio kwamba aache kufanya kazi. Kuu mpunguzie kazi, mpe nafasi ya kujisomea, kwa sababu huyu mwanao ndio atakaye kujengea nyumba ambayo wewe utaijenga kwa gagatao ka kuwekeza kwa mtoto wako kuwekeza rasilimali zako, kuwekeza na muda wako zima. TV nyumbani kuu, mimi TV kwa nguo imezimwa kwa sababu nataka watoto wasome. Mtoto kinguswa angalia tv au gajeti hizi laptop, ah, Television. Television. Television na nini, mda wote. Mtoto anatumia muda mrefu sana kwenye gajeti badala ya kusoma. Punguzie mtoto muda kuangalia televisheni. Televisheni zinaathiri sana watoto wetu nyananya mtoto simu. Kwa nini tunawapa watoto simu? mtoto, mtoto, mtoto, mtoto Tanzania, Watanzania, akilia tu kidogo mamaka anamwekea katu ili angalie katu na nyamaza, zasakijele. Hivi vitu vinaathiri sana watoto wetu. Kwa hiyo, mzazi lazima mtu wa kwanza kuhakikisha mwanao anasoma na unafuatilia maendeleo ya mtoto. Nenda shuleni kukutana na walimu, zungumza na walimu walimuash ili wazazi na mwalimu washirikiane pamoja kwa ajili ya maendeleo ya mtoto. Hakuna mtoto atakayefanya vizuri kama wazazi tutawaachia watoto wetu kwa walimu. Kuna ukatibu wa kuwachia watoto walimu? Hamna, lazima wazazi asikiza wa wajibu wetu. Kama ni ada utalipa, kama ni yunifomu utanunua, ni yale ambayo mzazi anatakiwa kufanya. Niwapongeze sana walimu waliofanya vizuri Niwatie moyo ambao hawakufanya vizuri waendelee kujaribu kuokoka. Kwa wale walimu wanaofanya vizuri nimesoma hapa ndani ya mkuta, kuna walimu kadhaa wamefanya vizuri kwenye masomo upande wa sekondari na upande wa shule ya msingi, na kuna, kuna wamepewa motisha huko kwenye shule zao. Nimeona na mimi sina uwezo mkubwa, mimi nitaona kila mwalimu anapata shilingi ya kimbili angalau kuweza wa wakimbili kwa walimu wanaofanya vizuri. Simaanishi walimu wengine ni wabaya, lakini nataaktokca kinamchochea kina kinamchochea mwalimu mwingine wingie ikufanya kuwa bora. Ombi langu kwa mkurugenzi na ombi langu kwa serikali na kwa ofisi ya mbunge, tuweke utaratibu wa kuawai kuwapa zawadi wa walimu wanaofanya vizuri. Mwanadamu akithaminiwa akithaminiwa Ukimthamini mtu huwa anajitoa kwa moyo wake wote.